Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia kwenye mdahalo wetu Mwenge wa Kaunti hii leo ambapo tunazidi tu na kumbukumbu za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na hapa studioni tuko naye aliyekuwa waziri wa kilimo uh, ambaye ni Mheshimiwa Kipruto Arap Kirwa. Asante sana kwa kuungana nasi hii leo. Nashukuru kupata nafasi naam, na bila shaka na pia tuliweza tu kuzungumza na uh, mheshimiwa Isaac Ruto ambaye alikuwa gavana wa Bomet, na alikuwa uh, mwenyekiti wa kwanza wa baraza na magavana humu nchini, na pia tulikuwa tunasikiza tu alisemaje kuhusiana na kumbukumbu zake za Mheshimiwa Raila. Labda nianze na wewe uh, Mheshimiwa Kipruto, unamkumbuka vipi uh, Mheshimiwa Raila? maanake mmekuwa pamoja muda mrefu mkifanya kazi mkikampeni pamoja uh, tueleze huo uhusiano ulikuwa vipi? Uh, nashukuru sana kwanza, uniruhusu uh, niseme pole kwa wale wote ambao walijua Raila, hasa familia yake mama Aida, na watoto na ndugu zake Raila. E, jambo la pili tulipata habari hiyo kwa mshtuko. E, tukutarajia yale yalitendeka tarehe kumi na tano mwezi huu e, iwe ni wakati ambao tuna, tulimpoteza Raila. E, na Raila tulifanya kazi naye akiingia bunge mwaka tisini na mbili, tayari nilikuwa nimeingia awali kidogo, na alipoingia ye aliingia kama mtu shujaa ambaye alikuwa amesikika katika magazeti, alikuwa amesikika akipelekwa korokoroni akipelekwa kizuizini na mateso yote ambayo alipata wakati huo. Kwa hiyo alijulikana kuliko sisi wengine, na alipoingia alikuwa mtu ambaye anafurahia kila mtu uh, mkisalamiana naye anakuleta katika kiwango chako, mnazungumza naye eh, hakuwa na ubabe. E, alikuwa ni mtu ambaye anaheshimu kila mtu na lakini, wakati tulifanya kazi karibu sana, ni mwaka elfu mbili na mbili. mm -hmm. E, wakati tulikuwa katika National Rainbow Coalition. E, wakati huo nilipata nafasi kufanya kampeni naye hasa wakati Mheshimiwa Kibaki mm -hmm. alipatikana katika ajali ya barabarani mm -hmm. akapelekwa matibabu Uingereza mm -hmm. sasa Raila akachukua Uh, nafasi hiyo kwa kiongozi uh, kama captain wetu mpaka tukafaulu na asilimia zaidi ya sitini ya kura uh, kote nchini. Hapo ndio niliona, uh, ukam, ukakamavu wake uh, pia uh, kutembea karibu kote nchini. Uh, nakumbuka alikuja katika sehemu ya North Rift tukawa naye katika siku hiyo eh, karibu siku mbili tukaenda upande wa Marakwet, baadaye tukafanya rali huko Wazingishu, na popote tulipoenda alikuwa na msisimuko wa kutosha kuonyesha kwamba yeye alikuwa na haja uh, nchi hii ipate kurekebika zaidi kuliko wakati ulio uliopita. Mm -hmm. Yeah. na tofauti ya kufanya kampeni naye mwaka wa elfu mbili na mbili na huu uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 20 ambapo sasa yeye ndio alikuwa kwenye tiketi ya ODM na, na, na Azimio kulikuwa na tofauti gani katika huo utendakazi wenu? Unajua katika udhaifu wetu kama wanadamu, miaka 20 ni wakati, ni wakati mkubwa sana, ni wakati ambapo uliona tayari uh, alikuwa sasa anakaribia kuwa na miaka 78. Mm-hmm na hiyo ile ngufu alikuwa naye hapo mbeleni uli ilikuwa inaanza kudidimia mm -hmm. Lakini ngawaje hivo alifanya kampeni karibu katika kila sehemu mm -hmm. E, nchini akiweka rallies, e, kuanzia asubuhi mpaka jioni mm -hmm. Bila yeye kuchoka mm -hmm. Hii inaonyesha kwamba alikuwa na nia nzuri e, kufikia kila mtu hapa nchini mm -hmm. E, Mwanaisha ukikumbuka yeye kwa miaka Uh, mashirima okay. Ukikumbuka um, miaka ishirini mm -hmm. Raila alikuwa anapata karibu asilimia hamsini ya wapiga kura wote nchini mm -hmm. kuanzia mwaka elfu mbili na saba elfu mbili kumi na tatu elfu mbili kumi na saba na mwisho elfu mbili na ishirini na mbili mm -hmm. uh, hii inamaanisha yeye kama mwanasiasa alishikilia hiyo nafasi katika nchi hii na akaingia kwa mawazo ya watu, nia za watu uh, kiasi kwamba hata akiwa nje ya serikali alikuwa na ushawishi mwingi. E, katika yale ambayo inaendelea katika serikali. Mm-hmm. Yeah. Na bila shaka, na awali pia tuliweza kuzungumza na uh, Mheshimiwa Isaac Ruto ambaye kama ndivyo kwarifu uh, alikuwa mwenyekiti wa kwanza uh, wa baraza la mawaziri. Na pia yeye tulimuuliza swali hili, anamkumbuka vipi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na alikuwa na haya kusema. Kumbuka Mheshimiwa Raila kama mtu ambaye alikuwa na maono, alikuwa na mawazo mawazo na alikuwa anatakia Kenya mema kama Kenya. Hakuna wakati Raila aliongea kama mjaluu. Hakuna wakati Raila alikuwa anasema, sisi watu wa Nyanza, sisi wajaluu, sisi watu wa Lake. Hakuna wakati alisema hivyo. Ukisikiza Raila kila saa sisi wa Kenya, alafu anaendelea anaongea hata Afrika, South Africa, Afrika. Eh, akukuwa maono yake ilikuwa tofauti na wanasiasa wengi no. Na alikuwa na mawazo ambaye ni intellectual sio mm -hmm. tu mawazo ya hii barabara ile barabara ile daraja mm hapana -hmm. Alikuwa in, na intellectual uh, direction and ideological issues he was stuck with ideological issues mm -hmm. Hapo ndio tulikuwa nilikuwa naona tunasikizana mm -hmm. Na, kitu kimoja ambacho kila mtu anazungumzia ni jinsi ambavyo Mheshimiwa Raila alikuwa na utaifa yeah. Na mwaka wa 2007 uh, wakawa na tofauti za kimawazo na Mheshimiwa Kibaki yeah. Wewe ukasalia na, ye, yeah. Ukasalia na Mheshimiwa Kibaki je? Yeah. Uh, katika siasa zako wakati ambapo ulikuwa upande tofauti na Mheshimiwa Raila uh, iliathiri vyovyote siasa zako uh, kukampeni kwako uh, pamoja na wale viongozi wengine ambao uh, walikuwa na mawazo tofauti E, jambo la kwanza ujue, mwaka elfu mbili na saba ndio ile tsunami ilichukua sisi tukaondoka katika nafasi ya kuwa mbunge wa sehemu hiyo. mm -hmm. Lakini nashukuru ilinipa nafasi nyingine kuona nchi ya Kenya nikiwa nje ya uongozi. mm -hmm. Yani, pia nikiwa raia na nikiwa mzee ambayo naendelea ku, kuyatasama yale ambayo yanaendelea. mm -hmm. ya kwa hiyo ili, ilifika wakati na singelaumu uh, Mheshimiwa Raila. mm -hmm. Yule jamaa ambaye alikuwa amesimama upande wa ODM alinishindia tu kura elfu moja na mia tatu. mm -hmm. Uh, na Kibaki katika hiyo constituency alifanya vizuri, lakini palikuwa na shida ambayo naita PNU confusion, mm -hmm. ambapo tulisimamisha zaidi ya wagombea viti zaidi ya watatu kwa upande wetu. mm -hmm. Yule alikuwa namba tatu, kwa maana alikuwa namba mbili, alipata elfu sita mia nne Mm hizo -hmm. kura kama ningepewa, ningepata ushindi mm -hmm. lakini kwa, kwa sehemu kubwa wale ambao nilikuwa na watarajia kuwa wafuazi wa, wa, wa wangu walihama, wakati huo wakiingia upande wa orange ama ODM mm -hmm. yeah. na mheshimiwa Raila alikuwa mtu wa aina gani haswa wakati ambapo watu walikuwa na mawazo tofauti na yake haswa mkiwa serikalini pamoja? jambo la kwanza uh, mheshimiwa Raila alikuwa anachukua nafasi yake kusikiza upande zote mm -hmm. na kuona maoni gani ambayo inaweza kutawala na uh, na hilo ndilo jambo ilimpa nafasi kuelewa kila mtu mm -hmm. uh, ukijua kwamba katika uchaguzi ya mwaka elfu mbili na saba elfu mbili kumi na tatu kumi na saba na ishirini na mbili ni watu tofauti ambao waliungana naye. mm -hmm. Wale ambao walikuwa naye elfu mbili na saba si wale walikuwa naye elfu mbili kumi na tatu. mm -hmm. ali aliweza kuwa na wao, lakini aliongeza watu kutoka nje ya mrengo wake. mm -hmm. Hii inamaanisha yeye alikuwa ni mtu ambaye ana mawazo mapana mm -hmm. Na kila jambo ukimweleza, alikuwa anasikiza kwa makini mm -hmm. na pia jibu ambao labda kwa mjadala huo anaweza kukushawishi ama umshawishi mm -hmm. na ukimshawishi ataunga mkono na kusidi kuongeza nguvu katika mawazo yako ambayo tayari umempa. mm -hmm. E, kama, kama, kama, kama kiongozi kwa hiyo mjadala. mm -hmm. yeah. Na kuna, kuna, kuna namna ambayo mnaweza kusema kwamba kwa wale ambayo uh, mlifanya naye kazi kuna wakati mwingine mlikuwa hamwelewi, kwa sababu uh, nadhani jambo moja ambalo lilitajwa na Mama Aida kwamba wakati mwingine nadhani huyu ni adui, lakini jinsi anavyotangamana naye ni tofauti na uh, dhana ya wengi kuhusiana na uh, vile ambavyo unahusiana na adui yako uh, mi mwenyewe sikupata nafasi kuona hilo jambo mm. Uh, lakini wakati mwingi yeye uh, alikuwa kisha kubali kwamba hii ndio laini anataka uh, kuifuata. Anapigania hiyo laini kwa nguvu, kwa bidii na ujaziri, kiasi kwamba hata wale ambao wako kando wataona huyu jamaa anajua anakokwenda. Hilo mm -hmm, ndilo jambo ambalo niliona mm -hmm. Na vile nimesema nime, nimesema hapo mbeleni hakuwa na ubabe mm -hmm. Hakuwa na ukabila na pia udini, mkiazi kwamba si watu wengi walijua yeye alikuwa mwana Anglikana mm -hmm. Labda watu walifikiri ni Mkatholiki labda eh, vile mheshimiwa Ruto alisema hapo, alifikiri yeye ni mtu ya Lejo Maria. Sijui alikuwa na mkejeli ama alisema kwa kutarajia kwamba kila mtu ambaye anatoka sehemu hiyo eh, ni Lejo Maria. Hayo ni mambo ambayo niliona ilimpa Raila kupendwa kote nchini eh, iwe, iwe pwani iwe upande ya North Eastern eh, western hata yeah, sehemu ingine ya Rift Valley kuna watu ambao wamekaa naye katika chama cha ODM mpaka wakati huu. Mm -hmm. Yeah. Na Mheshimiwa Isaac Ruto pia alikuwa waziri wa mazingira wakati mmoja, na walitofautiana na Mheshimiwa Raila kuhusiana na swala la, la, la Mau, na nilimuuliza swali hilo hivi, ndio alisema, si sana tulitofautiana hapo, alafu maneno ya mau alafu maneno ya mao hiyo ndio ilizidi, ili, ili, ili, ili sana ndio ikalete eh, magawanyiko mm -hmm. Mimi nilikuwa na tulikuwa na, namwambia yeye eh, tunakubaliana na mambo ya environment mm -hmm. Lakini watu tuwatoe moja moja na tuwasettle, sababu hakuna ak mtu ambaye alikuwa anapinga mambo ya kuconserve, eh, forest mm -hmm. Lakini shida yangu ni hawa watu wamepewa shamba na serikali mm -hmm. Sasa serikali watoe polepole na kuwapatia compensation na resettlement pamoja na movement polepole pole. Hata tulilete tulisema, hata ile there is a convention on uh, habitat and other UN convention you don't evict people in that manner. Hata tuliendelea kuandika sheria. Je, huo hmm. uhusiano uliharibika kabisa ama ni vipi ambavyo mliweza kuja na mkaa, haikuharibika tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunakutana eh, kila mara tulikuwa naongea na, na, eh, na ku exchange ideas eh, alikuwa naniita na niuliza, kwa nini namweleza na anasema, lakini hapana, hiyo haiwezekani eh, ni hivi mheshimiwa Kiputo, hili swala la mao yes, lilimuumiza kwa kiasi fulani, yeah, mheshimiwa Raila haswa, wakati ambapo alikuwa anatafuta urais ya ilimuumiza kwa maana hapo mbeleni hapo mbeleni sehemu ya Rift Valley ambayo tunaita Kalenjin Rift Valley ilimpigia kura kwa asilimia karibu tisini. Uh, labda asilimia kumi ilienda kwa mheshimiwa Kibaki mwaka elfu mbili na saba na, uh, na wakati walikuwa kwa ile serikali ya muungano ambapo uh, Raila alikuwa prime minister. Uh, pia palikuwa na uh, mawaziri kutoka sehemu ya Rift Valley akiwemo yule ambaye ni rais wakati huu akiwa waziri wa kilimo, mm -hmm. Na hilo jambo uh, walilaumu Raila, lakini ukiangalia kimakini, hilo jambo ilikuwa imepitishwa kwa baraza la mawaziri, mm -hmm. Isipokuwa tu ni utekelezaji na ni kama wale watekelezi hawakutaka kusaidia Raila afanye vile. Mheshimiwa Isaac Ruto amesema, mm -hmm. kwamba ukitoa watu katika sehemu ya chemichemi chemi, eh, ama sehemu ya nini ya nini ya, ya, ile wanaita wetlands unawapeleka katika makao ambayo tayari serikali imetayarisha ime, ime mm -hmm. uh, kama hilo jambo ingetumika vyema uh, Raila angepata madhara ile walipata. Mm -hmm. lakini unajua wenzetu kutoka upande huo walichukua sasa kama msisimuko wa siasa. Mm -hmm. ukiona kwamba mwaka elfu mbili kumi na tatu Mweshimiwa Ruto na Mweshimiwa Uhuru Kenyatta waliungana na tayari walikuwa wametoa wakalejini kutoka kwa Mweshimiwa Raila. Mm -hmm. wa kusema yeye ndio alifurusha watu katika Mau na huku katika baraza la mawaziri ambayo lilipitisha hilo jambo Uh, mheshimiwa Ruto alikuwepo, mheshimiwa William Ruto alikuwepo. mm -hmm. Alikuwa waziri wa kilimo wakati huo ama alikuwa waziri wa mm -hmm. high education mm -hmm. lakini alikuwepo, na kama hawakupinga katika baraza la mawaziri, itakuwa ni kuenda tu kinyume na yale ambayo mlipitisha kwa mnajili ya siasa. mm hilo -hmm. ndilo jambo ambalo watu wengi hawakuelewa. Raila alikuwa anatekeleza uamuzi wa, wa serikali mm -hmm. na serikali ingeamua, unajua, ukichukua uamuzi katika baraza la mawaziri ambao tunaita clearing house mm -hmm. Inafaa ujiulize hii jambo ambalo tumepitisha, kuna pesa, pesa ya kutoa fidia kwa wale ambao wametolewa, ama wapewe shamba mbadala, watoke katika sehemu ya maji mm -hmm. ama ya chemchemi mm -hmm. Hilo ndilo jambo ambalo naona kuna watu tayari walikuwa wanatayarisha kupiga vita Mheshimiwa Raila Odinga, wakaona hii ni nafasi yetu nzuri ya kumfukuza asiwe pia ana mizizi katika sehemu ya bonde la ufa, hasa kwa jamii ya Kalenjin. mm -hmm. yeah. na Uh, labda hapa ndio masuala ya siasa za udanganyifu, yeah. Uh, zilichipukia maanake mara kwa mara utaona kwamba upande mmoja wa serikali unasema kitu kimoja, lakini uh, jambo linapotekelezwa yeah. Uh, kuna wengine ambao wanaonekana kupinga ilhali wako na nafasi ya, ya kuzuia kutokana na zile nyadhifa ambazo wanashikilia y yeah, anakubaliana nawe uh, mashirima, kwa maana uh, kwa maana katika serikali inatakiwa kuwa ni sehemu hasa katika baraza la mawaziri. Uki, ukileta karatasi ile wanaita cabinet paper, ukileta mjadala, yafaa wizara zote husika. Kwa mfano, unaweza leta mjadala kuhusu wizara ya elimu useme pwani Uh, college inatakiwa kupewa katika nini nafasi ya kuwa university mm -hmm. So wizara ya kilimo itahusika, wizara ya elimu itahusika na pia wizara ya fedha itahusika kusema tuna fedha ya kutosha, uh, kuweka miundo mzingi katika sehemu hiyo ambapo itawezekana kuwa university badala ya kuwe, kuwe, iwe college vile pwani university ilipokuwa hapo mbeleni. Kwa hiyo katika ukiona watu katika serikali moja eh, wanaanza kutofautiana aidha wao wenyewe wa hawajielewi, mm -hmm, ama kuna mtu ambaye anachochea ili, uh, tofauti ionekane na watu watengane, mm -hmm. Hilo ndilo jambo ambalo nimeona hasa wakati huu. Wakati uliopita serikali ilikuwa moja, mm -hmm. Ikiamua kitu inaenda hivyo, mm -hmm. Na ukiwa na shida si waziri mwingine anaenda kukosoa mwingine katika mm hadhara mm -hmm. Ni wao kumaliza katika uh, faragani mm -hmm. ili wale ambao wanaona wana maoni tofauti wasikizwe, mm -hmm. na mwishowe ionekane kwamba msimamo wa serikali ni moja. mm -hmm. yeah. Naam, bila shaka, mtazamaji, tunazidi kumkumbuka mheshimiwa Raila Amolo Odinga, lakini nataka tuelekee katika kaunti mbali mbalimbali hapa nchini, ili tuweze kupata nafasi ya kusikiza wananchi wanasemaje, wanamkumbukaje mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tuanze na kaunti uh, za Kwale na Samburu. Kaunti ya Kwale na Pwani kwa jumla ilikuwa ni mojawapo wa ngome za Raila Odinga, na wakazi hapa wanaendelea kumkumbuka kiongozi huyo wanayesema alipigania demokrasia na kufanikisha ugatuzi. Hebu tusikie baadhi ya maoni ya wakazi wa hapa. Mheshimiwa Raila Odinga tutamkumbuka kwamba alituletea kitu inaitwa revolution ambayo mpaka sasa na tunajivunia nayo kama Wakwale kulingana na miradi ambayo inafanyika ilikuwa ifanyike miaka yote hiyo, lakini alivyogundua kwamba revolution ni kitu ambacho kinachangamsha katika eneo bunge yoyote ile, mpaka masabu kaunti yote, kwa kuangalia mambo ya mabarabara, maujenzi ya machekechea nini, vitu vyote hivi ambavyo walikuwa vimepotea, lakini alivyoanzisha hiyo mradi wa, wa kwamba kuwe na revolution, ni kwamba alikuwa na maono mazuri sana. Na ni mzee alikuwa anatuahidi mambo ambayo tunajua Kenya inaweza ikasaidika kuhusu mzee, lakini kwa ile bahati mbaya tu Mungu amempenda kuliko sisi, lakini bado kwenye roho zetu sisi bado tuko na Raila, na tunaomba katika hii chama ya ODM isije ikakuwa na mgawanyiko, wakuwe pamoja na watuonyeshe njia ile mzee alikuwa ametuenzi kutupeleka. Kwa hivyo mimi kitu naweza omba ni huyu uburu huyu brother yake Raila na hao madada zake watoto wake pamoja na mama Ida, wawe pamoja na waelewane, ODM isije kakufa, maanake ODM imelete mageuza mengi mageuzi mengi sana hapa Kenya. Hivi sasa tunafurahia kuongea uhuru ni kwa sababu ya huyu mzee Raila. Serikali za ungatuzi tumeletewa na huyu Raila, kwa hivyo tunaomba katika chama ya ODM iendelee na isije karudi nyuma. Kuna huzuni atuone kama tunaweza tukapata mzee kama huyo, kwa sababu alikuwa ni mzee mahiri, amejitahidi na amejizatiti kisa, amejikaza kisabuni kutetea haki ya mwananchi. Hilo wacha, rest in peace mzee, tutakukumbuka kwa mengi uliofanya. Kama kutakuwa kuna mtu mwingine ambaye pengine atasimama na sisi, wacha tu asimame na sisi, manake sahi ni tuseme kwamba vijana sisi tumeachwa na mzee na hatuna la kufanya sahi Hatuna mwingine ambaye naweza akatusapoti kama yeye, ambaye atasimama na majenzi kama sisi, hatuna. Wacha tutuone utuone kama kutakaye tokea, lakini atakayepiga, atakayekuwa na nguvu kama yeye <laughs> sida mambo mingi. Hata hii chama wakati ilikuwa nani ame, ame, ame, watoto wamekuwa wanataka kulete maandamano mandamano, Raila ndiye ameenda kusaidia Ruto. Hiyo ni hakika na ukweli bila Raila hata Ruta angekuwa sahihi. Kwa hivyo nimeomba Mungu aweke sehemu safi. mpaka sasa hivi likuwa akiongea maneno yake anasikika kuliko mtu mwingine yoyote, unaona alafu sasa, isitoshe yule mzee alikuwa anapenda wananchi wake kuliko mtu mwingine. Hata kama kuna vurugu akiingia yeye, vurugu vinatulia. Hata kama kuna vita akiongea yeye, vita vinatulia. Yaani kifupi yule mzee ni mtu alikuwa akipenda ana binadamu, kifupi tuseme. Na sasa alikuwa apendi hati amaye damu kwa wananchi, alikuwa anapenda amani, afadhali adhulumike yeye kuliko mtu mwingine. Hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Kwale, wengi wakipendekeza kuendelea kudumishwa kwa amani na umoja katika chama cha ODM. Kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Lawrence Ng'ang'a. Shirima, Kapombe. Mawimbi mazito ya mauti na siku chache baada ya pazia yake, Raila Amolo Odinga alikuwa waziri mkuu wa zamani, kuzimwa ama kushushwa baada ya kupewa mkono wa buriani, ni wazi kwamba taifa limesalia na majonzi mazito baada ya kuondokewa na kigogo ngoli wa siasa za taifa la Kenya na bara Afrika. Hivi Wakenya watamkumbuka kwa njia gani baada ya maziko yake? E, tunasema na wakazi wa gatuzi la Samburu. Binafsi unamkumbuka vipi uh, mwende zake hayati Raila Amolo Odinga uh, hasa tukizungumzia swala zima la ugatuzi? Uh, Raila Odinga namkumbuka kama kiongozi ambaye aliweza kupigania taifa sa so katika kuweza uh, kupigania katiba mpya ambaye ni sasa hivi na pia vilevile kuweza kuleta ugatuzi. Ugatuzi umekuwa ni wa manufaa sana na sasa hivi kila Mkenya anaona umuhimu wa ugatuzi kwa sababu ni kupitia ugatuzi ndipo tumeweza kuona maendeleo imeweza kufika hadi mashinani. Ukiwa umevalia uh, uh, t-shirt na kofia kwa kuashiria wewe ni mwandani wa chungwa. Unamkumbuka vipi hayati Raila Odinga? Eh, nashukuru mimi kwa majina Gabriel Neroshi. Kazi hapa Samburu fomo mea hapa. Mengi alifanyia, ugatuzi pia alifanyia katika nchi hii. Ndio aleta devolution. Hizi makaunti hatungekuwa nazo Kenya mzima. Na pia ushirikiana karibu sana na Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye rais alikuja kushikana baadaye, imechangia pakubwa, na tunasema tu asante pia kwa, kwa Rais William Ruto kwa kumpatia eh, shimba za mwisho kama eh, alimpatia, na tunasema asante kwa Dada, kama kijana wa taifa hili, japo Raila Odinga amezikwa ama akesha zikwa, zikwa. Utamkumbuka vipi kiongozi huyu wa taifa? Baba nitamkumbuka kwa mengi ametufanyia, ametutetea sisi kama Wakenya, hata ingawa alijaribu akashindwa. Yeah, tutamkumbuka kwa mengi. Siku chache baada ya maziko yake Raila Odinga, uh, atakumbukwa kwa mambo mengi zaidi, lakini swala ambalo linajitokeza zaidi ni swala la ugatuzi. Unampa asilimia ngapi kama kiongozi aliyoshinikiza ugatuzi na imefaidi vipi wa Kenya na utamkumbuka vipi? Uh, tunavuna matunda ya yale ambayo amepigania haki za expression na sana sana mambo ya devolution ambayo tutampatia asilimia tisini na tisa. Kwa sababu ameng'ang'ana amepigana hiyo vita, na sasa hizi tunashuhudia kwa sababu na, naona kama gatuzi, kama hili letu la Samburu kama hatungekuwa na devolution nafikiri ingechukua muda mrefu sana kufikia, uh, yale ambayo tumeyafikia kwa sasa. Uh, watu wengi wameweza kupata ajira through devolution, maendeleo yameweza kushuka kutoka kule juu yakakuja mpaka hapa chini, na nafikiri haya yote tunamshukuru. Ingawaje yamepumzika, apumzike kwa amani na tunaomba sijui kama tutapata kiongozi mwingine kama huyu. Jambo lipi ambalo utamkumbuka nalo hayati Raila Odinga? Kwa majina anaitwa Daisy Losokoyo, mkaji wa Samburu eh, chambo la maana yenye naweza kumbuka naye kuhusu Raila alete revolution Kenya tu. Yeye alikuwa mtetesi ya wingi, maana anapoona penye watu wananyanyaswa, yeye upenda utetee wananchi. Yeye alikuwa crown ambaye tulikuwa namwamini kama wananchi, lakini vile ameanza kulala tunaambia boma yao pole kisha tuige vile alivyofanya Mheshimiwa Kapombe. Ni wazi kwamba na siku zote wanasema kwamba mti mkuu unapoanguka, basi ndege huwa mashakani au matatani, na ndizo kauli unazozidi kuibua hapa wakishamiri, kwamba hawajui watampata wapi mtetezi mwingine kama ngole wa siasa, hayati Raila Odinga alivyosimama kidete kupigana na sera za kikatili, aa, tawala za kikatili, kuhakikisha kwamba mnyonge haendelei kukandamiza haendelei kukandamizwa Nirusu ni nitie kikomo.